Happy birthday to you, 23 Happy birthday to you, 23 kama unabisha basi, happy birthday to me. Kwa niaba yako msikilizaji, tunakwenda kula keki ya bei nafuu kabisa ambayo ni king. Mm, mm. Na uliza swali lolote katika siku hii nzuri nitakujibu. Ukiuliza kama nina mpenzi mm, kwa hiyo hilo ndo nitakalokuambia. Keki yetu ipo tayari. Kwa niaba yako msikilizaji, uliza swali lolote msikilizaji, utajibiwa. Ukiuliza kama nimetimiza miaka ishirini na tatu kweli uta na kama utaniuliza kama nampenzi ntakujibu.